Sasa mrudi hapo, mkimaliza msubiri, mtakuja kuvishwa tuzo. Bwana Yesu asifiwe! Basi mda una wa sauti, tunahamia kwenye program. Ningependa kumkaribisha e, mlezi wao wa hawa vijana aje asimamie zoezi. Mlezi karibu. Bwana ni mwema wakati wote. E, nikaribishe watu wa nishani ya Patakatifu. Karibieni hapa mtupe vitu namba moja. Fuatayo ni nishani ya Patakatifu. Nishani ya Patakatifu, hema la Patakatifu lina sehemu kuu tatu ambazo ni ua wa nje, patakatifu na patakatifu mno. Tunaanza na ua wa nje. Ua wa nje ni sehemu Israeli au taifa zima lilipokuwa linakusanyikia ku, lina katika ile siku ya kufanya toba, ile siku tarehe ishirini mwezi wa saba kila mwaka. Pia wao wa nje una fenicha zifuatazo, kuna birika la kunawia na madhabahu ya kuteketezea bilika la kunauya. Bilika la kunauya linatumika kunauya na bilika la madheba, na madhabahu ya kuteketezea inatumika kuteketezea kafara pale, mdhambi mmoja mdhambi mmoja, anapokuwa ametenda dhambi, alikuwa anaenda pale kwenye hema la, la huduma ya Patakatifu. Akifika pale alikuwa anakutana na makuhani wasaidizi. Akifika anaenda na yule mnyama mbuzi, kondoo, au ng'ombe wa kike aliye mkamlifu um, akifika naye pale, anafika anashika kichwa chake, anafanya toba. Dhambi waga inakaa kwenye damu au uhai unakaa kwenye damu ndio, na dhambi zinakaa kwenye damu. Sasa dhambi za yule mdhambi zinaingia ndani ya yule mnyama, ndipo anachukua panga anam, anay, anamchinja yule mnyama. Pia wale wale makuhani wanachukua wanaichukua ile kafara wanaenda kwenye madhabahu ya kuiteketezea wanateketeza. Pia wanachukua kiasi fulani cha damu wanakipeleka katika pazia na patakatifu huo wa nje. Ni unaole- unaelezewa katika mara, mara, Mambo ya Walawi nne mstari wa ishirini na saba hadi wa thelathini. Mungu awabariki.